Karibu msikilizaji, kwenye maumbiri ya siku ya leo, ninakukaribisha kwa jina la Yesu. Uh, ninakupenda na neema ya Mungu ikutoshe unaposikiza neno lake. Tunataka uh, nikupeleke ni katika Maandiko matakatifu ya, ya Mungu katika kitabu cha Mathayo ishirini na nne na mstari wa kumi na mbili Mathayo ishirini na nne na mstari wa kumi na mbili ambao unasema uh, kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi upendo wa wengi utapoa. Haya ni maneno ya Yesu anaowaambia uh, mitume wake ama wafuasi wake. Walitaka kujua ni jinsi gani itakuanje siku za mwisho mwisho ama eskatolojia kile kitakuwa kinafanyika wakati wa dunia ikikaribia mwisho wake. Yesu akawaambia kwamba uh, kutakuwako vita nyingi, kutakuwa na habari za vita, utasikia kabila litainukia kabila, mataifa yatainukia mataifa. Uh, watu wa nyumba moja watangawanyika, na akawambia kutainuka pia Makristo wa uongo ama manabii wa uongo watakao hubiri kwa jina lake, na watafanya mambo makubwa kwa jina la Yesu, e, lakini watawapotosha wengi. Wengine watajiita wao ndio Kristo, wengine watajiita e, wao ni mitume wa Mungu walio na uwezo, wachukue majina ya manabii wa zamani, watajiita ndio Uh, John the Baptist ndio, Elijah ndio, uh, ndio. Hata kuna mwingine amejiita Nkonda Holy Spirit, wengine mayesu ni wengi, tumewasikia. Watakuja kwa jina langu wakisema mimi dimi Kristo. Na uh, maasi, kuasi ni kutotii ama kwenda kinyume cha sheria ya Mungu ndio kuasi. Sasa watu wataenda sana kinyume cha sheria na mkiona maasi yameongezeka, mjue ya kwamba ule mwisho umekaribia na sasa nataka nikujuze wewe unayenisikiliza mtu wa Mungu ya kwamba tuko katika siku hizo za mwisho mwisho ha. Ukiangalia, maasi yako, maasi barabarani, maasi kwenye e, sehemu za kazi. Watu wamekataa kutii sheria ya Mungu. Watu wanatenda dhambi na hawataki correction, hawataki uh, kurekebishwa, maana kila mtu anasema maisha ni yake. Kwa hivyo wanazifuata uh, instincts zao wenyewe, wamekataa kumtii Mungu na kuzitii amri na sheria zake. A, maasi yako kwenye serikali. Wametengeneza sheria ambazo zinafuata mitaratara ya kibiblia lakini wamezivunja wenyewe, wamekataa kuzifuata Ukiangalia eh, katika uh, level ama kiwango cha jamii ama familia, utapata ya kwamba wako pale, ni watu wanaenda kanisa, ni watu wanajidai kumjua Mungu, lakini maofu yanaofanyika pale, eh, mwana ama anamsaliti mzazi na mzazi anamsaliti mwana, na watu wanakuwa hawana value ya humanity, yaani mioyo ambayo haina utu. Kwa hivyo unapata ya kwamba mambo tunayo yaona ni mambo ambayo Yesu aliyatabiri yatakuja na yasha anza kutimia. Uh, tuna makusanyiko makubwa sana katika uh, uh, uh, makanisa tuna makusanyiko ya alaiki za watu, waumini ni wengi sana na kanisa zimejaa sana na uh, wanafundishwa kule kanisani, na wanafundishwa kule nyumbani, na wakona, wana vikundi ambavyo wanaviita vikundi vya kumwabudu vya ibada, vikundi vya maumbili ya neno la Mungu, lakini kwa msingi wa Biblia maovu bado yanaendelea kuongezeka, na mimi nataka nikuulize wewe mwenyewe sasa. Sijui kama una mpango wowote ama una siri yoyote na Mungu. Sijui level yako ya kumjua Mungu ni kiwango kipi. Sijui kama ni watu tu umefuata ama you joined a movement, you joined just a church, na inaweza kuwa ya kwamba unja kabidi maisha yako hata kwa Yesu, hata neno wokovu au jui ina li, maana gani, maana Yesu Uh, ni mwokozi wa dunia Jesus. The name Jesus means the savior of the world. Na dunia ni mimi na wewe, kwa hivyo tunahitaji wokovu, tunahitaji kuokoka, tunahitaji kuyakabidhi maisha yetu kwa Bwana Yesu. Sasa, wewe unasiri na Mungu ama uko tu katika kikundi cha kwaya ama uko katika intercessory team, ama uko katika jumuiya pale unapokelewa, unakula sakramenti, lakini una siri gani na Mungu? Je, unamjua Mungu wako? Yao wengine watasema ya kwamba mimi Ah, ninamjua, nina Mungu mkubwa, nina Mungu wangu, nina Mungu anayenipenda. Ah, hatunajuana sana na Mungu, lakini andiko anasema hivi ya kwamba kitabu cha Daniel eh, kumi na moja mstari wa thelathini na mbili nasema ya kwamba na wale wanaomjua Mungu wao walio na angano na Mungu wao walio na siri na Mungu wao watapata Watapokea nguvu na watafanya mambo makuu, watafanya mambo makuu. Sasa una siri ngani na Mungu? Wengine tuko tu ni viongozi wa kanisa, wanajua eh, kuwa kuwa kiongozi katika kanisa ama kanisa kuwa na watu wengi kama vile wengine wanavyojidai. Kanisa kuwa na watu wengi sio dhihirisho ya kwamba, uh, uh, uh, tunaenda mbinguni. Hata kuwa na watu wachache, watu kuomba na kulia sana, sio dhihirisho ya kwenda mbinguni. Nitakwambia, Unajua, imani bila matendo imekufa, ni kama mwili bila uhai imekufa. Ndio tunaomba sana, hatukosi imbanda za Jumapili, atunajua biblia sana, tunakola na suti na mangaoni ya white tunaheshimiwa sana na tunaitwa watu wa Mungu. Tunakwaya, hatukosi practice na presentation, tunaimba, tunanguza watu, tunaomba, tunalia, tunaomba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na ndimi. Lakini pana kitu nataka uelewe sana, ni nini kwa macho ya Mungu kinamfanya mtu kuitwa mtu wa Mungu. Ni nini kilifanya Elijah kuitwa mtu wa Mungu na kutwaliwa kupelekwa mbinguni akiwa hai? Ni nini kilimfanya Musa kuitwa mtu wa Mungu? Maandiko yanasema alikuwa mnyenyekevu kuliko mtu yeyote duniani. Ni nini kinafanya Enoko kuitwa mtu wa Mungu? Maandiko yanasema ya kwamba miaka mia tatu alitembea na Mungu na akuwepo tena, maana Mungu alimtwaa akampeleka mbinguni akiwa hai. Ni nini kinamfanya nabii Isaya, Yeremia, Amos Obadaya Agai, Malakai kuitwa watu wa Mungu, akina Paulo, Jakobo, Joana, ni nini kinawafanya kuitwa watu wa Mungu? Sio kuomba sana tu, sio kutambili na kutoa unabii tu, ni matendo. Yaani Abrahamu, Isaka, Yakobo, nao wengine tunawatambua kama mashujaa wa imani sio kwa sababu ya kuomba sana ama kutoa sadaka kubwa tu, ni kwa sababu ya matendo. Wakati walitoka kanisani ama kwenye madhabahu, waliporudi bado kijijini, walienda kuwa watu wema. Kwa sababu ya kumcha Mungu kwao walipenda majirani kwa sababu ya kumcha Mungu kwao, walinyenyekea. Kwa sababu ya kumcha Mungu kwao, walisaidia masikini. Kwa sababu ya kumcha Mungu kwao, hawakuwa na ukali kwa marafiki zao, ukali wa sauti. Hawakumnyang'anya mtu kitu chochote kwa sababu ya kumcha Mungu kwao. Hivyo nataka nikwambie, matendo yako ndiyo yanadhihirisha uhusiano wako na Mungu: kuongea kwako, mavazi yako, kunyolewa kwako, vile unavyokaa na watu katika sio kanisani, siku zile zingine za kawaida za wiki, vile unavyokaa na watu ndiyo dhihirisho ya kuwa kweli huyu ni mtu wa Mungu hata wakiambiwa umeokoka, hawana lawama yoyote kwako, they have no doubt. Wokovu wenyewe unakuvalia kama suti, ndiyo kuitwa mtu wa Mungu. Upendo wa watu umepoa, watu wamejipata, wameondolewa katika imani lakini wakaendelea na ile external observance of religious matters. Ndio wako ni waumini wa, wa, wa ni wako na dini, lakini washatoka katika imani, imani ya kweli. Hivyo mtu wa Mungu, jichukue na uchukue maandiko, jipima nayo uone kama thermometer inasoma ya kwamba ngee nchi yako na Mungu ziko sawa, na kama haziko sawa, ni lazima itakulazimu, itakubidi ubadilike, ndiyo kuitwa na ndiyo maana ya mtu wa Mungu, wacha uasi, kaa kama maandiko ka kama amri za Mungu zinavyosema. Uasi utakupeleka jehanamu. Kuasi bana, kuna judgment, kuna kitu kinaitwa hukumu. Kila mtu atatoa hesabu yake mwenyewe. Kasisi wako hatakutolea hesabu yako, utaulizwa wewe mwenyewe ulivyofanya utaulizwa matendo yako, utaulizwa kiburi chako, utaulizwa mavazi yako. Hivyo kama we ni mtu wa Mungu unayetaka kumwona Mungu, geuka kwa jina la Yesu, na ukigeuka, nuru ya Bwana itakuangazia. Bwana Mungu akubariki sana. Ni ambari za siku za mwisho. Asante.